Nitoe pia salamu za pongezi we, mwezi wa kumi tulizindua ripoti ya sakos ya utendaji, na katika ile ripoti tunaziangalia sakosi zote nchini, lakini tunaziangazia sakosi 20 bora, na sakosi yetu ya Bandarini bado inafanya vizuri. Ukiangalia katika renki za asset ni sakos namba kumi. Ukiangalia savings and deposit, hizo kategori mbili ni za muhimu sana ni sakosi namba kumi pia, lakini ukiangalia kwenye core capital ni sakosi namba saba Kwa hiyo inafanya vizuri, lakini kufanya kwetu vizuri kunatupa jukumu kwamba hatutakiwi kushuka, tunatakiwa kupanda. Kwa sababu kama kuna mtu ameisoma ile ripoti, utaona katika zile sakosi ishirini kuna sakosi kama tatu hivi hazikuwepo kabisa mwaka jana kwenye sakosi ishirini lakini mwaka huu zimeingia. Kwa hiyo ina maana kumbe tuna room ya ku grow lakini wenzetu wana grow, lakini pia ukitoka kwenye ile ramani halafu ulikuwepo itatufanya tusikitike kama members, si ndivyo eh? Kwa hiyo nimeona pia ili niliseme, kwa sababu nafahamu mwakani kwenye sakosi yetu ya Bandarini tutafanya uchaguzi. Si ndio, members? Tunafahamu, Eh? Kwa hiyo kama tutafanya uchaguzi lazima viongozi wanaokuja, kwa sababu kutakuwa kuna mabadiliko ya uongozi, lazima ili tuondoke nalo, kila mwanachama aondoke nalo kwamba tuna jukumu la kuleta viongozi wapya, kuweka viongozi wengine, lakini viongozi wanaokuja wahakikishe kijiti wanachokipokea basi wakipeleke mbele zaidi, kwa sababu kwa bahati mbaya sana, wakati mwingine tunavyobadilisha uongozi kwenye vyama vya ushirika tunapata changamoto ya vyama vile kulegea. Tumeshaona vyama vinafanya nini, vinalegea. Sasa sisi kama Bandarini SACCOS tusiliruhusu hilo. Kwa pointi hiyo pia, mwakani tutakapoenda kufanya uchaguzi, tusichague viongozi kwa ushabiki. Ndio maana sisi kwenye ushirika hamnaga kampeni. Kwa nini hamnaga kampeni? Kwa sababu wote tunafahamiana. Kwa hiyo kiongozi mzuri tuna kiongozi mzuri tunafanya nini? Tunamjua kiongozi mzuri tunamjua, bila kampeni, bila ushawishi, bila ushabiki. Kwa hiyo ndugu wanachama wenzangu, hilo ni jukumu letu, lakini kwa sababu leo nimepata nafasi, nimeona niliwekee, ili kusudi mwaka mzima huo tutakaotembea mpaka tukutane mwakani kwenye uchaguzi tujue tuna jukumu la kufanya uchaguzi, lakini tunaanza kuskriniana kuangaliana, kwamba fulani tukimpeleka pale, kama atachukua fomu atatufaa. Si ndio jamani, eh?